Kitengo chetu kinajaribu kutoa elimu ya afya kwa jamii ili waweze kubadilisha tabia ambazo ni hatarishi, kama tunavyotambua kwamba zaidi ya asilimia 60 ya saratani zetu zinaweza zikazuilika, moja kwa kuwa na mtindo bora wa maisha ambao unazingatia lishe bora, ufanyaji wa mazoezi, na kujiepusha na vitu hatarishi kama matumizi ya tumbaku vilevi, e, tabia bwete ambazo zinapelekea watu kunenepa. Lakini pia tunazingatia jamii iwe inakula mlo mu, ambao uko na uwiano ukihusisha matunda, mboga za majani. Tunafahamu kwamba chanjo pia ni muhimu sana, ikiwa ni sehemu ya msingi ya kuzuia saratani. Kuna saratani ambazo zinasababishwa na vijidudu kama saratani ya mlango wa kizazi inasababishwa na kirusi cha human papilloma virus, ambapo kundi lengwa sasa hivi ni watoto ambao wana miaka tisa mpaka 14 wanaweza wakapatiwa chanjo. Lakini licha ya hivyo, tunajua kwamba kuna virusi vya homa ya ini hepatitis B na C, ambapo pia nao vinachangia saratani ya ini. Hivi navyo kuna chanjo kuanzia mwaka 2002 kwenye mpango wa taifa wa chanjo umeziweka kundi hili jumuishi, wanapata chanjo lakini wale ambao wamezaliwa kabla ya mwaka elfu mbili na mbili hawakuwa kulengwa. Kwa hiyo tunawaasa pia, wanaweza kwenda kwenye vituo vyetu vitu vya afya wakapata chanjo, lakini tutambue pia bado kuna njia nyingine za msingi za kuzuia, ikizingatia uandaaji wa vyakula vyetu. Mfano, kuna sumu kuvi au wanasema aflatoxin ambayo inapatikana kwenye vyakula vya nafaka kama vikisindikwa vibaya. Kwa hiyo tunashauri sana jamii ihakikishe inavipika vyakula viive vya ili iweze kuua vimelea vya hivi sumu kuvu. Lakini pia kuna swala jingine la kupata uchunguzi wa awali e, Taasisi ya Saratani ya Ocean Road pamoja na sehemu nyingine hospitali wanatoa uchunguzi wa saratani zaidi e, ya tano ikihusisha saratani ya mlango wa kizazi, saratani ya matiti saratani ya tezi dume, saratani ya ngozi kwa wenzetu wenye ualbino, lakini pia na saratani ya utumbo mkubwa. Zote hizi zinapatikana pale unapofanya uchunguzi mapema, unatoa nafasi ya kugundua saratani ziko kwenye hatua za awali, hivyo basi kuwa na matokeo chanya kwenye matibabu. Tambua kwamba saratani inazuilika na inatibika pale unapoweza kupata huduma hizi mapema. Tunatoa huduma katika makundi tofauti, kuanzia watoto, watu wazima na wazee. Na huduma hizi zinapatikana hospitalini, lakini pia kwa njia ya mkoba. Tunaenda kwenye maeneo ya kazi, maeneo ya makazi ya watu, tunasema ni workplace intervention, ambapo kwenye mkusanyiko huo tunaweza tukawapa huduma hasa kupitia kipindi mkiwa na mikutano au mabaraza wafanya wafanyakazi, basi unaweza kupatualika watu huduma wetu wakawafikia lakini pia tunatoa huduma hizi kwa jamii mashuleni, lakini pia kwenye jamii kwenye mikusanyiko mbalimbali. Hadi sasa hivi kwa kipindi cha miaka minne hii ya awamu ya sita, tumeweza kuwafikia zaidi ya wananchi elfu themanini na nane na kati ya hao zaidi ya watu elfu nne waliweza kugundulika mapema. Tambua kwamba kama hawa wasingegundulika, basi ingepelekea kuja kwenye hatua za juu sana za ugonjwa wa saratani. Ndio tulipotoka tulipo, tulipo tunapoelekea. Tunajenga taifa imara lenye afya.